Kwingineko ni eti kwamba Jaji Mkuu mstaafu David Maraga amewahimiza vijana kote nchini kuchukua vitambulisho vya kitaifa na kujisajili kama wapiga kura ili waweze kushiriki kikamilifu katika kuamua uongozi wa nchi ifikapo uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Akizungumza mjini Mombasa, Maraga amesisitiza kuwa mabadiliko ya kweli yatapatikana tu kupitia uchaguzi wa viongozi wenye uadilifu. Aidha, Maraga amekosoa hatua ya maafisa wa usalama kurushiana kurushia waumini vitoza machozi ndani ya makanisa kama ukosefu wa heshima kwa maeneo ya ibada na ni jambo mbaya. Tunapigania, tunataka kuondoa Ruto. I support fully those are demonstrations. We can't have churches being teargassed. Eh? Watu wanaenda kanisani kuomba. Waislamu, Islamu munaenda msikitini kuomba. Alafu mnatupiwa teargas. Ata kama iko mtu amba amupendani naye ameingia uko kwa ajili ya wale ambao wako uko. You are supposed to be restrained as United Green Movement Party to mobilize. And a call upon the Kenyans, particularly the young people to, register and, uh, to to register, get your ID cards, register, so that 2027 you have a voting card. Hiyo ndio njia peke yake unaweza kusikisa kusikikwa sababu Kenya inataka kila mutu apige kura. Vile mambo inaenda kama una kuna, kama unaacha ya ku, kuwa na change lazima uwe na, na, na, na kura ndio upige kura kwa wala ambao unaona wataleta ile change ambayo ambaye inatakikana. Wala ambao vijana wajapata kipande, wapate hiyo ID card na wa register kama voters, mjitokeze na mchukue kura, na mkishachukua kura, siku ya kupiga kura msikae nyumbani na kura yenu, kwa sababu haitawasaidia kwa vijana. Tukiwachia watu wengine waweze kututawala wanavyotaka, hatutafikia lengo letu kama vijana na nchi yetu haitakuwa